Karibu katika tafakari za Kwaresima. Leo tutatafakari pamoja na Askofu Fulton Sheen ambaye ni mmoja ya maaskofu maarufu sana wa Kanisa Katoliki karne ya 20 kati ya mwaka 1895 hadi 1975 ya uhai wake. Alikuwa maarufu sana kwa mafundisho yake yaliyojaa hekima, mantiki na mvuto wa hali ya juu, pamoja na vipindi vyake mbalimbali mbali katika redio na televisheni. Katika moja ya hotuba zake alieleza jinsi alivyoshuhudia huduma ya Mama Teresa kwa wagonjwa na maskini wale waliotelekezwa mitaani. Alisema, nilimwona Mama Teresa akiwahudumia wagonjwa na kuwapa upendo ambao hawakawahi kupata maishani mwao. Niliona watu wengi wakimgeukia Mungu na pale nilipomuuliza, alinijibu akisema Nimekuwa nikiwajali watu hawa kwa upendo mwingi, na kisha nilianza kuwaambia kuhusu Yesu. Walikuwa wakiniuliza, je, huyu Yesu unaye yupo kama wewe? Kama yupo kama wewe, tutapenda kuwa Wakristo. Mama Teresa aliwajibu, yeye Yesu ni zaidi yangu, na ninaiga kwake. Na hivyo ndivyo watu walivyomgeukia Mungu. Katika mahubiri yake ya Skofshin alifananisha huduma ya Mama Teresa kwa mfano wa Msamaria mwema katika Injili ya Luka sura ya kumi aya ishirini na tano hadi thelathini na saba akisema uaminifu wa Mungu huonyeshwa kwa jinsi tunavyohudumia wahitaji. Hivyo uinjilishaji wetu tuufanye kwa matendo ya kisio upendo wa Mungu, si maneno tu. Yeye alimwona Mama Teresa kama mfano hai wa huruma ya Mungu. Hivyo basi, nasi tunaitwa hasa katika kipindi hichi cha Kwaresma, tujitoe kwa kufanya matendo ya huruma, yale ya kisio upendo wa Mungu, tukijifunza na kuiga kwa Mama Teresa. Mtakatifu Teresa wa Kalkata, utuombee.